Hello, habari za leo, karibu tena katika chaneli yetu ya JW Sabo Clinic. Anaitwa Dr. Jimmy. Leo tutaongelea ni vyakula gani ambavyo uh, unatakiwa kutumia ukiwa na changamoto ya tezi dume, na hapa wengi hawafahamu ni vyakula vipi. Hapa nitaongelea pia vyakula, lakini pia nitaongelea uh, utofauti wa tezi dume ambazo mara nyingi unakuwa nazo, lakini tutaongelea dalili pia, tutaongelea uh, tezi dume inafanya kazi gani mwilini, kwa sababu wengi hawafahamu. Pia tezi dume ina inafanya kazi gani mwilini, lakini pia na namna ya kuondokana au namna ya kujikinga na tezi dume ikiwezekana na vipimo ili tuweze uh, kuvifahamu. Kama ni mara ya kwanza hakikisha una subscribe channel yetu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Cha kwanza unachotakiwa kufahamu uh, tezi dume ni kiungo muhimu sana kwa upande wa mwanaume, na kinachozai kinachotumika uh, kwenye upande wa nguvu za kiume eh, na wengi ile hawafahamu, na mara nyingi huwa inafanya kazi gani kwanza uwa kwanza ni kulisha uh, kulisha mbegu za kiume. Kwa nini? Kwa sababu yale majimaji yanakuwa na virutubisho muhimu, ikiwepo zinki, ikiwemo enzyme support tofauti ambazo zinalisha mbegu za kiume. Lakini namba mbili, huwa inaweka mazingira mazuri eh, mazingira mazuri lazima yawepo, kwamba mbegu ya kiume ikiwa inatoka kwenye ume kwenda kwenye uke, lazima yatanguliwe na majimaji ili yaweze uh, kuweza ku, uh, kutengeneza mazingira salama kama kutakuwepo sehemu kuna joto, kwa sababu joto lolote kidogo tu, yani ongezeko lolote lile la joto inasababisha mbegu za kiume uh, kufa moja kwa moja. Kwa hiyo kuwepo kwa hii uh, moja kwa moja aua uh, uh, inasaidia iwe vizuri kabisa, lakini pia ua uh, uh, ndo hii tezi dume inasababisha mbegu za kiume zitoke zikiwa na kasi. Kwa nini? Unapokuwa mara nyingi ile mishipa ya tezi dume, misuli ya tezi dume huwa inabana ikishabana, huwa inafanya mbegu iweze kutoka kwa kuchomoka wa umbali mrefu. Ndio maana pia hata unapokuwa na mbegu zinatoka kidogo, yana zitoki kwa kasi, basi jua una changamoto kwenye tezi dume. Kwa hiyo hizo ndio baadhi ya kazi kubwa ya tezi dume na kutoa ule yale maji maji ambayo yanasafisha njia, lakini pia tufahamu dalili za tezi dume ni zipi? Kwanza ni kukojoa kojoa sana usiku, mara nyingi unakuta hujanywa maji ya kutosha, lakini usiku, uh, unakojoa kojoa. Lakini namba mbili tunasema ni jeti ya mkojo kuzofika, unakuta mkojo kama hautoki, unakuta mkojo unajua kama uishi lakini pia unaishi kama mkojo auruki tena mbali, unaruka una karibu, basi jua hizo ni dalili nyingine za tezi dume. Namba tatu tunasema ni maumivu chini ya kitovu au kwenye tumbo la chini. Kama unapata maumivu kwenye tumbo la chini, basi kuna shida, lakini mwisho kupata changamoto kama unafikia kwenye maumivu yapo kwenye kibofu. Ukiwa unapitia dalili hizi, basi jua kwamba ni dalili kadha wa kadha zinazoonesha kwamba una changamoto ya tezi dume moja uh, kwa moja. Sasa baadhi ya vipimo ambavyo huwa vinatumika. Kwanza kinaweza kupimika, tukapima kwa kutumia ultrasound kuangalia ukubwa wa tezi, lakini pia tunaweza tukatumia kipimo cha damu ili kuangalia protini inayopatikana kwenye tezi dume. Na wengi, hiyo ndo vipimo ambavyo vinaweza vikatumika moja kwa moja kucheki a, tezi dume yako hakika. Lakini sasa hapa nitakuelezeeni kwamba dalili zinazoonesha kwamba vyakula uh, ambavyo natakiwa utumie ukiwa na changamoto ya tezi dume, mara nyingi vyakula uh, ni vizuri sana ili kufahamu namna ya kuondokana na changamoto hiyo, namba moja, hakikisha unatumia nyanya, nyanya maji. Nyanya maji ukitengeneza juisi yake ni nzuri sana, imekuwa ikisaidia watu wengi kuondokana na changamoto ya tezi dume. Lakini namba mbili, kitu kingine ambacho unatakiwa kutumia, tumia mafuta ya samaki. Mafuta ya samaki ambayo tunasema ni, ni, Omega 3. Ni mazuri sana, imekuwa ikisaidia watu kuondokana na changamoto. Ayusaidia watu kutibu au baadhi ya maumivu yanayosababishwa na tezi dume. Mara nyingi utakuta ni omega 3 nzuri sana. Omega 3 6 na 9 huwa inapunguza ule uvimbe wa tezi dume, lakini pia tumia karanga na mbegu za maboga, mbegu za maboga. A, kwanini? Mbegu za maboga ni kwanini mbegu za maboga, karanga na mbegu za tikiti maji huwa zina zinki. Zinki ni nzuri kuweza kuimarisha tezi dume yako, lakini pia mwisho, hakikisha unakunywa maji ya kutosha na kutumia mboga za kijani kama brokoli ni nzuri sana. Ukitumia itakusaidia kuondokana na maumivu ya tezi dume. Kwa hiyo hizo uh, ndo baadhi ya hints ambazo leo nimeweza uh, kukuletea. Kama unateseka na tezi dume, basi uh, hakikisha uh, unafuata miongozo ambayo umeweza kupatiwa na itaweza kukusaidia kuondokana na changamoto hizi za kiafya. Kama utakuwa na swali lolote, basi hakikisha utatuuliza kwenye comments, na sisi tutakuwa tayari kwa ajili ya kukujibu karibu na Mungu akubariki usahau kusubscribe comment na kushare ili uwe wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku karibu